CCMoy. Naomba tukae. Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi na mstaafu rais wa Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi pamoja na rais mstaafu na uliyekuwa makamu mwe, ma, mwenyekiti kwa upande wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein, makamu mwenyekiti wa CCM Bara, ndugu Stephen Masato Asira, na makamu wa CCM wa staafu mliopo nasi, katibu mkuu wa CCM Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi pamoja na secretariat yako, lakini pia nitambue makatibu wakuu wastaafu mlioko pamoja nasi, wajumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM ya taifa, wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa, wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wa taifa, nitambue uwepo wa viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi katika nafasi mbalimbali -mbali, mliopo madarakani na wastaafu, wazee wetu, wageni wetu waalikwa na wawakilishi wa vyama rafiki ndugu wajumbe wenzangu wa mkutano mkuu, mabibi na mabwana, tambwe pia uwepo wa vikundi vya burudani na ndugu zangu wana habari. CCM oyee! Kidumu chama cha mapinduzi! Awali ya yote, waheshimiwa, naomba mniruhusu nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuendesha mkutano huu kwa siku mbili na tumekwenda vizuri, na tumemaliza vyema kazi tulizojipangia kwenye mkutano huu na washukuru sana. Shukrani kwa secretariat na kamati tendaji iliyoandaa vizuri kwa maandalizi mazuri sana na kuchukua hatua zote zilizotakiwa na kufanya mkutano huu umalizike kwa vizuri, tunawashukuru sana. Lakini shukrani kubwa kwa wenyeji wetu Dodoma, wana Dodoma oye! Mmepokea ugeni huu na uko salama, hatujapata taarifa zozote. Tunawashukuru kupitia mkuu wa mkoa, tunawashukuru sana Dodoma. Lakini shukuru pia vya vyama rafiki ambao wako hapa nasi kuanzia jana, lakini tunawashukuru kwa uvumilivu wa kukaa siku nzima nasi hapa. Tumepokea salamu zilizoletwa na vyama vyenu, tunashukuru kwa salamu za undugu, tunashukuru kwa kuja kututia moyo, tunashukuru mmetuombea mafanikio katika uchaguzi ujao. Tunawaomba nanyi mrudishe salamu zetu Chama cha Mapinduzi kwa ndugu zetu wa vyama vyenu, vyama rafiki ndani ya Afrika, tunawashukuru sana. Lakini niwashukuru pia vyama rafiki vya hapa ndani kwa kuja kutupa joto na kututia nguvu, e, kuja kuitia nguvu CCM wakijua kwamba CCM ndio dada yao au kaka yao, tunawashukuru sana. Waheshimiwa, niwapongeze, wapongeze wajumbe nikupongezeni, wajumbe wote wa mkutano huu kwa kuifanya kazi tuliyojipangia vyema, tumeifanya vizuri kazi iliyotukusanya kwenye mkutano huu. Hongereni sana. Waheshimiwa wajumbe, katika mkutano huu tuli, katika mkutano wa halmashauri kuu iliyopita, ni taarifa ambayo jana sikuitoa, lakini leo nataka niwape taarifa kwamba Uh, marekebisho ya katiba tuliyofanya mkutano uliopita umetupa fursa ya kuongeza wajumbe wengine wanne ndani ya kamati kuu. Uh, nafasi hizi nne zimekwenda mbili Zanzibar na mbili Tanzania bara. Wajumbe walioingia wapya, naomba wasimame. Tumeingiza ndugu Salimu Abri Asas, lakini tumeingiza ndugu Namelok Sokoine Ameingia ndugu Juma Abdallah Mabodi lakini pia ameingia uh, naibu waziri wangu Hassan Hassan, Hassan Chande. Kwa hiyo hao ndio wajumbe wapya, nami nawatakia kila laheri katika kutimiza majukumu yao. Waheshimiwa wajumbe, tunawashukuru wakilishi wa matawi ya diaspora kwa kuchukua muda wao gharama zao kusafiri na kuja kushiriki kwenye mkutano huu. Tunakushukuruni sana, tumepokea salamu zenu, nasi tuwahidi, chama na serikali tuko pamoja na ninyi. Asanteni sana, karibuni nyumbani, na mtakaporudi, mrudi salama mlikotoka. Ndugu zangu, nawashukuru pia wageni waalikwa wote katika mkutano huu, kwa kuwa nasi tangu jana mmetupa ari na nguvu ya kuendelea kukijenga chama chetu. Tunawashukuru sana, karibuni tena. Tunawashukuru vikundi vya burudani, utenzi na yote yaliyotayarishwa kuleta hamasa na kuchangamsha mkutano huu. Tunashukuru vikundi vyote na wasanii wote walioshiriki. Ndugu wajumbe, mkutano tunaomaliza sasa ni muhimu sana katika kujipanga na uchaguzi mkuu. Kama mlivyoona, tumezindua ilani ya chama chetu, ilani ambayo tutakwenda kuinadi kwa wananchi ili watupe imani na ridhaa ya kuongoza tena nchi yetu Tanzania. Niipongeze timu iliyoandaa ilani hii kama ilivyotambulishwa hapa, pamoja na kamati ya wataalamu iliyowasaidia. Kama mlivyoona, ni ilani iliyoshiba, haikuwacha kitu, na ni ilani ambayo kuna mambo mengi ukiangalia, lakini imepangwa vizuri. Kwa hiyo tunakupongeza sana Profesa Kitila Mkumbo na timu yako kwa jambo hili kubwa mlilolifanya, lakini pongezi za dhati kwa makamu mwenyekiti Mheshimiwa Wasira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 baada ya kuizindua ilani, wajibu wetu, wajibu wetu ni kubeba ilani ile kila mmoja wetu. Hii ilani sasa ni mali ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Si ilani ya sekretariati, si ilani, si ilani ya kamati kuu, si ilani ya mkutano mkuu wala halmashauri kuu. Wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi tuibebe, tukaiseme, tuitangaze tu ya tushawishi watu watunge mkono waungane nasi katika kuitekeleza ilani hiyo. Sasa, kwa urahisi wa utekelezaji wa ilani hiyo, nimemtaka katibu mkuu na mwenyekiti wa kamati ya utekelezaji wa ilani tuende tukatengeneze vijitabu vidogo vidogo vya ilani ya mikoa, kila mkoa uwe na ilani yake iseme katika ilani tunayoimaliza tulipanga nini kwenye huo mkoa, tumetekeleza nini na viko wapi, na ilani mpya huo mkoa tumeufikiria nini. Vitabu hivyo vikimaliza kutekele kutengenezwa vitagawiwa mikoani, na kila mkoa ujue wajibu wake nini katika utekelezaji wa ilani hii. Wasia wangu kwenu ndugu zangu, tunakwenda kuingia kwenye kipindi kigumu, kipindi cha uchaguzi. Katika kipindi tunachohitaji kama chama cha Mapinduzi umoja, mshikamano na upendo ni kipindi hiki, ni kipindi cha kuhakikisha chama chetu ni kimoja na wana CCM ni wamoja, tunakokwenda huko, kwa sababu kuna kugombea nafasi tutakuwa awali tuna makundi makundi, kwa sababu kama tunagombea lazima kutakuwa na makundi makundi. Tutakapomaliza kugombea, turudi chama kiwe kimoja, tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja. Tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande mapande, tuingie tukiwa na nguvu moja, kwa sababu ukiangalia tu hali ilivyo CCM tayari ilishashinda kwa wingi wa wanachama. Tukitoa wanachama wetu wote wakipiga kura na wapenzi wetu wakitupigia kura, tumekuwa na kura nyingi sana, ndugu zangu. Kwa hiyo ni jukumu letu wote kwenda kunadi ilani na kuwataka wanachama wetu na wapenzi wetu watoke wakapige kura. Kwa hiyo niwaombe sana, umoja, mshikamano na upendo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 Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta, tuna mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa gwajima na isti. Kwa hiyo kwa vovote vile Tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya, sisiem oye wajua kule Zanzibar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 tukachuje tuweke watu ambao watakifanyia kazi chama chetu, tutakwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi. Sasa, ili tuwe na uchujaji wenye haki na uadilifu, ili tuwe na uchujaji wenye haki na uadilifu, wale walioko kwenye vikao vya uchujaji ambao wana nia ya kugombea tunaomba watoe taarifa mapema watupishe. tunata mkuu wa mkoa wangu anapiga makofi na yeye yumo, lakini alisha alishanletea jina lake mapema kwamba mimi bwana, ukiamua tu mimi natoka kwayo. Kwa hiyo kwa upande wa serikali tulishapata majina, bado upande wa Chama cha Mapinduzi kwa sababu tukikuacha mpaka uchukue fomu tayari utakuwa umeshasababisha hasara kwa wenzio. Nimemwambia katibu mkuu ifikapo tarehe mosi mwezi ujao, kesho kutwa, niwe tayari tumepata majina ya wenye nia ya kugombea. Lengo ni kwamba tunataka kuziingiza kwenye mafunzo kamati za siasa na kamati zote zitakazokaa kwenye uchujaji tunataka kuziingiza kwenye mafunzo. Sasa wakikaa upande mapema, watakaoingia watapata fursa ya kuingia kwenye mafunzo na wataifanya kazi jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo huo ndio hayo ndio maagizo yangu kwa katibu mkuu, lakini na kwa kamati za siasa za mikoa na wilaya. CCM oyee! Waheshimiwa, katika kugombea huku, katika kugombea huku kuna wanaokwenda kwenye majimbo na kusema nimetumwa nije. <coughs> Lakini kwa upande mwingine, kwa upande mwingine kuna mtu akienda kwenye jimbo walioko anasema katumwa aje. Nataka niwaambie. Nataka niwaambie. Si mimi, si rais wa Zanzibar. Hatutatuma watu kuja majimboni. Sisi, sisi tuna nafasi zetu kumi kumi. Kwa hiyo tukimaliza uchaguzi, wale tunaowataka tuna nafasi kumi. Kwa hiyo mlioko kwenye majimbo, mjidhatiti na majimbo yenu na msifanye woga. Mkiona watu mnasema wametumwa au wanaojileta wakasema wametumwa, na hao wakateni mapema sana. Hatujatuma watu. Hatujatuma watu. Huu ni uwanja wazi. Ni uwanja wazi. Sisi emoe huu ni uwanja uwazi. Kila mtu ajipime uwezo wake aingie kwenye mchezo, hazuiwi mtu. Ajipime uwezo aingie kwenye mchezo. Wananchi kule wataamua nani wanamtaka, lakini tukimaliza kuamua chama kirudi kiwe kimoja, tuingie kwa uchaguzi kwa nguvu kubwa. Nawaomba sana mnapokwenda kuchuja tuleteeni watakaoweza kuitekeleza kazi ya kuimarisha ustawi wa watu na taifa letu kwa ujumla, sio tu mtu kaja mradi kaja. Mtu ambaye tukimpa kazi ya kufanya atabeba na atafanya, mtu ambaye anajua mimi nimechukua jimbo na wajibu wangu ni nini kwenye jimbo. Watu wa aina hiyo, msilete watu mradi tu mtu kwa hiyo niwaombe sana, vikao vya uchujaji katendeni uadilifu, katendeni haki. Sisi <coughs> oyee! Waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, ninapomalizia, niwapongeze tena kwa kazi kubwa mlioifanya na niwatakie wote nyote safari njema mnaporudi, mnaporudi, kule tulikotoka. Aidha, baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kwamba mkutano mkuu maalum wa CCM wa mkutano mkuu wa CCM ngazi ya taifa sasa umefungwa rasmi. Mwenyezi Mungu awabariki wa awatilie baraka na awalinde Ailinde nchi yetu, tumalize uchaguzi kwa amani kabisa, na waangamize wote wanaotaka kuitia nchi yetu kwenye majanga. Nashukuru sana. CCM oyee!